Tunafahamu kwamba kwa bahati kwa nzuri mwanadada Nifa kesi yake imeweza kufutwa na ameweza kuachiwa huru. Sasa hivi yuko mtaani kama kawaida kuendelea na shughuli zake kama ambavyo tulikuwa tunafahamu. Sasa baada ya kuweza kutoka, tunafahamu jinsi gani ambavyo Watanzania wengi walikuwa wanamwombea aweze kuwa salama huko gerezani, lakini wengi walikuwa wanamwombea siku moja ije kutokea tukio ambalo limeweza kutokea la yeye kuweza kuachiwa huru na Mungu amejibu maombi, hatimaye Nifa yuko huru. Sasa baada ya hayo yote dada yake Nanifa ameweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa ni nukuu kwa kile ambacho dada yake anakiaddress kwa tangani, uh, kwa Watanganyika ama Watanzania ambao walikuwa wanamuombea katika hiki kipindi kigumu. Ameandika ujumbe ambao of course una mashiko sana, lakini pia ni ujumbe ambao ndani yake umejaa shukrani za kutosha. Nitakusomea hapa uweze kufahamu nini ambacho ameweza kukiandika uh, dadake Nanifa, lakini alichokiandika ni nukuu ya kila ambacho yani, ameandika kama vile dada yake ndo alikuwa anaongea. Kwa hiyo nitakusomea hapa uweze kufahamu kila ambacho ameweza kuzungumza Nifa na kwa bahati nzuri zaidi ni kwamba ameonekana yuko na afya tele kama ambavyo tungeweza kumuona wakati anatoka kwenye gari na vitu kama hivyo. Maneno yalikuwa mengi, lakini pia watu walipokuwa wengi zaidi kuangalia nini ambacho kingeweza kuendelea. Sasa, kabla sijakusomea huu ujumbe, naomba nikukumbushe muda wangu wa maana kabisa, kama ni mmoja wa watu ambao pia umefurahishwa na Niffer kuweza kuachiwa huru, basi unaweza kuonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, utakuwa umetisha sana. Tazama chini ya hii video, kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia uh, maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza ukitazama katika hii video. Kama kawaida, mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Niko hapa kujaribu kuhakikisha kwamba nakupa zile exclusive ambazo unaweza kuzipata mahali popote pale. So twenzetu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho, ukapate kufahamu huu ujumbe ambao dada yake na Huyu Nifa ameweza kunukuu maneno ya dada yake kuelekea kwa Watanganyika. Sasa kama ambavyo tunafahamu kwamba Nifa uh, amepiganiwa sana na Watanganyika. Sauti zilipazwa sana ili mwisho wa siku pengine uh, Mungu aweze kujibu maombi yake. Na asilimia kubwa sana ya Watanganyika walisimama na Nifa akiamini kabisa kwamba ipo siku moja maombi yatajibiwa na imeweza kuwa hivyo. Sasa acha nikusomee huu ujumbe ambao ameweza kuandika dada yake na Nifa ikiwa ni nukuu ya kila ambacho Nifa ameweza kukiongea. Ameandika kama ifuatavyo: Ndugu zangu wa Tanganyika, moyo wangu umejaa furaha, shukrani na unyenyekevu usioelezeka. Mimi Nifa Jovin nimesimama mbele yenu leo nikiwa huru, na sio kwa nguvu zangu, bali ni kwa nguvu ya maombi yenu na upendo wenu. Anasema sina maneno ya kutosha kueleza jinsi gani nimeguswa na moyo wa kipekee mlioonesha kwangu katika kipindi chote kigumu nilichokuwa gerezani, nilihisi uwepo wenu, nilihisi nguvu ya maombi yenu ikiwa dawa ya kutuliza maumivu yangu na mlinzi wa matumaini yangu. Mlipigania amani yangu kwa moyo mmoja, mliniombea kwa dhati kila siku. Niliamini kwamba Mungu atajibu maombi yenu, na sasa amefanya hivyo. Ninyi ni mashabiki, sio wafuasi tu, ninyi ni familia. Mmenifanya nijue nina kiasi gani cha thamani machoni pa Watanzania wenzangu. Sasa nikiwa huru, nitaendelea kujitolea kuwa mtu bora niliyefunzwa na changamoto hizi. Kesi yangu kufutwa ni ushahidi kwamba ukweli hudumu milele. Mungu awabariki sana tena sana. Asanteni kwa kuniombea, asanteni kwa kuniamini na asanteni kwa upendo mlio uh, usiotetereka. Nawatakia mema watanganyika wenzangu. Kitu pekee nifa alikuwa akitaka mjue ni kwamba anawapenda sana na anawashukuru sana kwa kuwa mmekuwa upande wake daima. Sasa huo ni ujumbe ambao ameweza kunukuu dada yake na Nifa kwamba ni maneno ambayo ameweza kuyaongea Nifa baada ya kuweza kuachiwa huru. Unaweza kuona ni shukrani ambazo yeye ameweza kuziachia kwa wale ambao walikuwa wamesimama upande wake na imeonyesha jinsi gani ambavyo anashukuru na anathamini sana maombi ya Watanganyika kwani anaamini ni haya ndio ambayo ameweza kusaidia yeye akaweza kuachiwa huru. Una maoni gani uh, kuhusiana na hiki ambacho ameweza kuzungumza Niffer? Tuambie kwenye comment section hapo chini ya hii video, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.